Habari ya Jumatatu mtoto wa Mungu, habari ya uh, Easter Monday. Bwana ni mwema, tunamshukuru Mungu na karibisha katika kipindi chako cha wiki hii na Bwana uh, kutoka Prayer Partners. Katika siku ya leo, naomba niwatakie ni heri na baraka nyingi sana Wakristo wote duniani na katika taifa letu la Tanzania kwa kuadhimisha, kwa kukumbuka mauti ya Bwana wetu Yesu Kristo na ufufuo wake, kwa sababu tunapoongelea ufufuo wa Bwana Yesu Kristo tunaongelea mauti yake pia, kwamba siku ya maandalio, siku ya Ijumaa Bwana aliwekwa msalabani, na siku ya pili iliyofuatia ilikuwa ni siku ya Sabato, Bwana akapumzika kaburini na siku ya tatu ambayo ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma Bwana Yesu akatoka kaburini. Bwana Yesu akautoa uhai wake, kwamba aliutoa uhai wake na siku ya, ya kwanza ya juma, Jumapili alfajiri akautoa uhai wake akawa ametimiza, akawa ametimiza ile sacrifice, ile kusudi lake la kuja kukaa na watu wake hapa duniani kwa sababu katika Isaya katika Isaya Isaya tisa na fungu la sita tunaona kwamba mtoto atazaliwa mwenye uweza wa kifalme, na huyu anasemwa katika kitabu cha Isaya tisa na fungu la sita kwamba ndiye Mungu mwenye nguvu na kita, hapo hapo anasema Mungu mwenye nguvu, baba wa milele. Na pale ambapo baba ambapo Mungu alichukua mwili akaamua kuja duniani akaishi na wanadamu wake aliowaumba, ambayo Biblia inasema maana yake ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Akaja akalipa, kwa sababu mwanadamu baada ya kukosea, baada ya kumwasi Mungu akawa katika himaya ya Ibilisi. Ndio maana Ibilisi anaweza akatuingia akatudanganya, uh, tukatenda dhambi tukamwasi Mungu. Kwa hiyo alivyokuja Bwana Yesu Kristo, dhabihu aliyoitoa mauti yake ya msalabani, akawa amembai back yule mwanadamu, akamrudisha katika himaya, himaya ya Mungu. Bwana Yesu alikuwa na uwezo wa kujinasua kutoka msalabani. Ndio maana pale walivyokuwa nakuja kumkamata, alivyokuwa mnamtafuta nani, tunamtafuta Yesu wa Nazareti. Kabla Bwana Yesu Kristo hawa, hajawaruhusu wamkamate, walikuwa wana, wakitaka kumkamata wanarushwa, wanarushwa, wanaanguka kama hatua wa tatu hivi, wakijaribu tena mpaka Bwana mwenyewe Bwana Yesu Kristo alipowaruhusu wamkamate, ndivyo waliweza sasa kumkamata. Kwa hiyo hata pale watu walivyokuwa msalabani, wale maadui wa shetani, kama ambavyo wewe mtoto wa Mungu sasa hivi unaweza ukakejeriwa, unaweza ukatukanwa, unaweza ukabagazwa hata katika kutenda matendo mema, hata maadui zako wanakutafutia sababu na kuamua kukudhalilisha, kukubagaza sasa hata Bwana Yesu Kristo alifanya hivyo, na kujaribu kumfanya ajaribu kutoka katika ule mpango wake wa kumwokoa mwanadamu. Kumbuka kwamba alivyozaliwa tu alivyokuja kama mwanadamu, baada ya kuzaliwa watoto wote waliokuwa katika umri wake waliuawa. Maana yake Ibilisi alitaka ammalize. Sasa hapa anaona ni fursa nyingine ya kummaliza kabisa kwa Bwana Yesu yuko msalabani, e, wa, wa, Ibilisi kupitia wanadamu anasema wewe, kama uliponya wengine, uliwaokoa uli wengine, wewe ulifufua wewe, basi jiokoe na wewe. Kwa hiyo anataka atoke pale msalabani kuonyesha e, sasa angalia na uwezo natoka sasa. Lakini Bwana Yesu Kristo akayanyamazia yale, kwa sababu alikuwa kwenye mission yake, akanyamaza akasema wakati haujafika bado. Imagine kama angeweza kutoka kwenye msalaba, mission yote ikawa aborted, kwamba sisi tusingekuwa natumaini tena, lakini akakaa msalabani kwa unyenyekevu. Alikuwa na uwezo wa kuagiza malaika zake, yeye mwenyewe kuwafanya kuwa wale watu wasimguse, kwa sababu kabla ya wakati haujafika alivyokuwa anahubiri ana, ana, kuna wakati alivyokuwa anawaambia kwamba yeye ametoka kwa Mungu waliokota mawe wakitaka kumpiga wakawa na mawe yao akapita katikati yao wakiwa wameshika mawe yao na hawakumfanya kitu. Muda ulivyofika, imagine uiko msalabani. Lipi lingekuwa kubwa, kwamba amefufuka kutoka kwa wafu au amejiondoa msalabani? Lakini hili la kufufuka linawapa wanadamu tumaini kubwa, hata wale waliokufa baada ya Adamu hata Adamu mwenyewe. Linampa tumaini kwamba kumbe Yesu Kristo ana uwezo wa kuwafufua wafu. Alifanya hivyo wakati anafanya kazi, aliwafufua wafu, alimfufua Lazaro, alimfufua yule binti. Lakini, lakini pia tunaona hata yeye mwenyewe anajifufua. Kwa hiyo siku ya Jumapili Bwana Yesu Kristo akajifufua akautwaa uhai wake. Ndio maana leo imani ya Kikristo inakuwa na maana kwamba atakuja Bwana Yesu Kristo, japokuwa tutakufa, lakini tunakufa tukiwa na tumaini kwamba Bwana Yesu Kristo ana uwezo wa kufufua. Kwa hiyo atakuja tena kama alivyosema yeye kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, nitakuja tena niwachukue, niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hiyo hata kama wa, wapendwa wetu wanaondoka leo hii, na sisi tutaondoka, lakini tunaondoka tukiwa na tumaini kuu, tukiwa tunamwamini Bwana Yesu Kristo, kwa sababu yeye alifufua wafu, lakini pia alipokufa aliutoa uhai wake, akatoka katika wafu, akaonwa na watu, akashuhudiwa. Wanafunzi wake wakaongea naye. Ndugu, watu wengine wengi wakamwona akiwa katika uhai mpya, na alipaa kwenda mbinguni wanadamu wakiwa wanamwona. Ndipo ambapo malaika walirudi, walishuka kutoka mbinguni, wakasema, huyu Yesu mnayemwona akienda mbinguni, jinsi hiyo hiyo atarudi. Kwa hiyo Bwana akubariki katika msimu huu wa Pasaka. Ukumbuke dhabihu, ukumbuke sadaka, ukumbuke upendo mkubwa ambao Bwana Yesu Kristo alikuwa nao kwetu sisi wanadamu, kiasi kwamba akaamua kuja yeye akiwa ni Mungu. Vitabu vinamshuhudia, kitabu cha Biblia kinamshuhudia kwamba Yesu Kristo ni Mungu, tena ni Mungu mkuu. Kitabu hicho hicho kinamshuhudia kwamba ni Mungu mwenye nguvu, na Biblia hiyo hiyo inamshuhudia kwamba yeye ndiye aliumba vitu vyote, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani, vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hiyo waheri wale wanaomtumaini. Lakini Mungu atakukinga na adui zako, mtoto wa Mungu. Mungu atakukinga na adui zako endapo utamsikiliza Yesu Kristo. Na hapa katika kitabu cha Kutoka ishirini na mbili ishirini na tatu Kutoka ishirini na tatu na lile fungu la ishirini na mbili anasema lakini ukisikiliza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, yani Mungu mwenyewe anasema kwamba, ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako na mtesi wa hao wanaokutesa. Mtoto wa Mungu, unapokumbukia kifo cha Yesu Kristo kwa ajili yangu mimi na wewe, upendo mkubwa aliyokuwa nao katika maisha ya hapa duniani anatuambia leo kwamba tutakapomsikiliza yeye, tukimsikiliza yeye na kuyatenda yote anayoyataka yeye. Biblia hapa imetuambia uh, kwamba lakini ukisikiliza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako na mtesi wa hao wanaokutesa. Kwa hiyo ni tumaini kubwa sana pale tunapomtumaini Mungu, tunapomtegemea yeye, ana uwezo wa kutulinda dhidi ya adui zetu, na atawatesa adui zetu wanaotutesa na pia vile vile atakuwa adui. Kwa hiyo, wanaopigana na wewe Mungu atapigana nao. Mungu akubariki sana. Tunapokumbuka siku hii Bwana um, aweze kutukumbusha kwamba tunapaswa kuisikiliza sauti yake, na tukiisikiliza sauti yake then yeye atatulinda dhidi hata ya adui zetu. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, asante kwa dhabihu uliyoitoa kwa ajili yetu sisi. Asante kwa ajili ya kuja hapa duniani na kutuokoa. Asante kwa mauti yako ya msalaba. Asante Mungu wa mbinguni kwa upendo mkubwa ulionao kwetu. Lakini Baba, umesema tukiisikiliza sauti yako na kuyafanya yale unayotaka wewe Mungu wa mbinguni, umesema utakuwa adui wa maadui zetu na utakuwa mtesi wa hawa wanaotutesa. Mungu wetu, asante kwa upendo wa ajabu. Namwombea mtoto wako katika asubuhi hii leo, wewe ukawe adui wa adui zake na ukawe mtesi wa wale wanaowatesa watoto wako. Asante Baba kwa hili, tunatembea nalo katika wiki hii. Tubariki na ututakase kwa sababu tumekushukuru na kukuomba katika jina lako Yesu Kristo. Amen.